Mtazamaji wa Faida Online TV unasema, uh, ukistajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Leo tumetembelea kwenye mtaa wa Namayanga unaopatikana kwenye halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoa ni Mtwara, na tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kumtembelea binti ambaye kwanza ameshika ujauzito akiwa mdogo akiwa na umri wa miaka kumi na tatu, lakini pia akajifungua salama, lakini kitu ambacho e, kimekuwa ni cha kushangaza kidogo ni kwamba huyu ambaye amempa ujauzito ni kaka yake, familia moja. Na ilikuwaje ikatokea hivyo ndio kitu ambacho leo kimetufikisha hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye. Tutazungumza naye atuelezee undani hasa wa taarifa hiyo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Umejifungua wapi? Nyanga. Sawa, kitu gani ambacho kilikusababisha ushike ujauzito? Pengine nikitaka ni mwenyewe. Unataka tumenye kushika uja uzito mm. Sawa na umeacha shule ukiwa darasa ngapi? La pili. Nini kilikusababisha uache shule sijui kusoma? Okay. mm. Sawa, alokupa uja uzito ni na, nani ni nani? Marcus. Wewe unaeja unamwita nani? Kakangu. Kakako kivipi? Kakangu babu yangu ya? mjuku wake. Mm. Na huyu babu na wewe ni, ni babu yako e... Kwa hiyo mlikuwa mnakutana wapi? Kuna sema alikuwa anakuita huko humo ndani kwa babu. Huko humo ndani. Nikita kwenda kucheza, ninacheza ku, huko chini. Kwa hiyo ukienda kucheza ndio Markus anakuita huko. Mhm. Alikuwa anakupa vitu gani? Ani vi chochote tu. Lakini si mlikuwa mnajua kwamba kakaako? Eh. Ukuhisi kwamba wakiwaona watawasema? Ah, uh ah. -uh. Sawa, ulipopata ujauzito ulijuaje kwamba nimepata ujauzito? Uliona tofauti wowote? Walinigundua tu. Na walikugundua ukiwa na miezi mingapi? Mwezi mmoja lanusu, na nusu. Alikugundua nani? Bibi yangu. Alikuuliza wewe, ulikuwaje? Aliniuliza. Ukaambiaje? Sikumwambia kitu chochote. Na baada ya kujifungua, ulijifungua kwenye hali ya kawaida ama ni operation? hali ya kawaida lakini e, mpaka sasa hivi natamani kujua anatoa msaada wowote, aju atoe? Mm. Sasa na wewe kuanzia sasa hivi unamhitaji unamuita, unamuita kaka yako ama unamuita bwana yako? Unamuita kaka yangu, sio bwana tena, kaka yangu <laughs> na na mtoto sasa anaitwa, anaitwa jina lake nani? Wilson. kwa hiyo anaitwa Wilson Marcos? Mm. Sasa huyo babu atamhitaji mjukuu baba wake, baba ni mtoto wa wajukuu zake, sawa. Kwa hiyo leo, kwa mfano, akija amefika hapa akasema anataka kuoa vipi, utamruhusu tu? Unatamani kumwona hivi sasa? Si anakuja anakuja kuleta zawadi kwa kwa mtoto Ntapokea zawadi unapokea mm. bila kumwona aka mm. <laughs> Nam mtazamaji wa Faida Online TV, tumepata nafasi ya kuzungumza na babu wa wajukuu hawa wote wawili, yaani aliotia mimba na aliyetiwa mimba kwa wakati mmoja eh, akizungumzia hili jambo na anasema kabisa kwamba yeye pia amewahi kuwafumania kwenye nyumba yake hawa wajukuu zake. Ilikuwaje huyo mwenye mimba, huyo kijana huyo mimi mjuku wangu. Uh-huh. kwa ni, wote ni ndugu eh, hey, wote ni ndugu wote, na mimba hapana, wa kiume huyu mjuku wangu, alote ya mimba eh, ni mjuku wako hey. Mjuku wangu mjuku wangu, na wale wote wa mimba mjuku wangu wote, wamechana mimba, ndugu wa ndugu, ndugu kwa ndugu. Ilikuwa aje mzee? Huyo ni mjuku wangu, ni kusaa kwa ndugu yangu. hmm, hmm. huyu ni nikaanzaa mimi sasa mimi wamusi, nikaenda kule nikamchukua mjukuu wangu wa kiume, akaja hapa nyumbani. Sasa matokeo yake yeye ya akampanyua ya dada yake mkewe, akamweka mimba uh-huh. yeah. kwa hiyo, aloti ya mimba ni mjukuu wako na aloti wa mimba mjukuu wako wote hey. mjukuu wangu wote mm. kwa hiyo mjukuu wako aloti ya mimba anakuja? Aji. kwa nini aibu mwenyewe? yeah. simpukuzi wala aibu yeah. mm. Kwa hiyo sasa, huyu mtoto atakayezaliwa, wote utamwitaji huyu? Hapa huyu, mimi, ni mwanangu, ni mtoto wa mjuku wangu au mtoto wa wajukuu zako? Wajukuu zangu, <laughs> wote, watu wawili wa e. na wewe ulijuaje kwamba loti ya mimba huyu ni mjuku wako? Mimi kama mimi mwenyewe ndani humu nikankanya, ikatokea mimba akantari kama mimba huyu huyu, kaka eh, basi